E, bwana, moja kati ya videos ambazo sasa hivi hapa zinaenda viral huko mtandaoni ni kuhusiana na hii video ambayo inamuonyesha kijana ambaye hivi karibuni tunafahamu kwamba amejitoa katika record label ya Konde Music Worldwide officially eh, baada ya Harmonize kuamua kumrelease na hiyo issue ikafika mpaka Basata, lakini at the end of the day tunachofahamu ni kwamba maamuzi ambayo ametolewa ni kwamba Harmonize amemrelease Ibraah katika manage, katika record label hiyo ya Konde Music Worldwide na sasa hivi sio msanii tena lebo hiyo. Japokuwa katika ukurasa wa Ibra pale katika Instagram yake, katika bio bado kuna ile signed under Konde Gang, mwenyewe ameiandika bado, lakini huku tunafahamu kwamba it's official Ibra sio msanii wa Konde Gang. Lakini kuachana na hayo yote kitu ambacho kimefanya Ibra aende viral siku hii ya leo ni hii video ambayo inamuonyesha akiwa anashuka ngazi, akiwa anazungumza na mrembo, kwa maana tunasikia po sauti ya kike, lakini simu zikaingiliana wakati anazungumza na huyo mrembo, kulikuwa kuna mtu mwingine anampigia simu e. Na hii ni video ambayo imerekodiwa na imesambaa hivi karibuni, mara tu baada ya Ibra kujitoa katika record label hiyo ya Konde Gang. Lakini mwishoni mwa hii video wakati simu nyingine imeingia e, ni kwamba Ibra ameonekana akiwa anasema kwamba bwana mzee anapiga e, na akaonyesha screen kwamba kuna mtu alikuwa anampigia. Sasa kwa wadau wazee wa pekuzi, wafunguzi, wazee wa kufuatilia vitu kiundani zaidi, e, bwana, za mambo ya kufuatilia frame by frame, ni kwamba wadau wanasema kwamba bwana, inavyoonekana eh, hapa, Ibra tayari ameshapata record label nyingine na huyu aliyekuwa anampigia ndio bosi wake, na wengine wakiwa wanadai kwamba Diamond alionyesha kwamba anania ana malengo na huyu kijana, huenda labda Ibra atasukuwa signed chini ya record label hiyo ya, Wasafi, mara tu baada ya kujitoa Konde gang umeona bwana eh, kwa hiyo hapa kuna page hey, hapa imeandika bwana simba inaonekana kwamba ana mipango na huyu dogo. Umeona bwana, hiyo ndio habari ambayo sasa hivi imekuwa ikitrend. Sikiliza hapa, Ibra alivyozungumza na simu, and then simu nyingine ilivyoingia akasema kwamba mzee anapiga. Ya yeah, so hiyo video ilivyoenda viral, ni kwamba comments zimekuwa ni nyingi vile vile katika mbalimbali mbali. Kwa mfano hapa bwana, kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, huo uvaaji wa suruali wa huyu dogo ilikuwa ni halali kabisa, Harmonize amuite chumbani. Mtu mwingine amesema kwamba bwana, just send me just send to me dogo, sijui anaongea nini eh. Kwa mtu mwingine anasema bwana, hapo alivyosema mzee anapiga kuna kitu tumeelewa, kwa sababu wao, wow, mzee anapiga eh bwana, hiyo kali sana. Kwa mtu anasema bwana, sio muda huyu dogo atapotea. Kwa mtu anasema bwana, hiyo suruali sasa ilivyovaliwa. Kwa mtu anasema kwamba huyu dogo bwana hatumkubali. Kwa mtu anasema bwana, hajakopa tu na issue za lebo eh, anatafuta lebo nyingine. Kwa mtu anasema bwana